Hili huwa halikuwa hapa kwa bahati mbaya, hii ilikuwa ni plan kabisa, kwamba professionally, eh? hii imeandaliwa na kwamba hili huwa lazima likae hapa eh? <laughs> <laughs> na lina umuhimu wake huwa no. Hili e, tunaenda kujifunza uh, zaidi kuhusu upangiliaji wa nyumba zetu, lakini pia umuhimu wa kuwepo na maua, na ni aina gani ya maua ambayo tunatakiwa kuwa nayo katika majumba yetu. Kipekee kabisa tumezoea kumuona mwanadada mwanada huyu e, mrembo katika masala ya urembo, siku zote tumezoea kumuona huko, lakini urembo hauishii kwenye e, kupaka poda, lipstick na kunukia nanini, lakini urembo unaenda pia mpaka tunapoishi E, na ndio hivyo ambavyo inatakiwa kuwa. Huyu ni Dada Maza eh, Sinare maarufu kama Maznat brido, na huyu leo ataenda sasa kutupa somo kubwa zaidi kuelekea kile ambacho wanaenda kukifanya hivi karibuni ambacho kitafahamika eh, kama Tanzania Flowers Expo ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Maza. Yes, yes. <laughs> Yaani u, uki, ukiambiwa Maznat mm -hmm. Moses sasa namwambia no. Anamwambia hey. Unahisi kama jina umelisikia siku nyingi yeah? Actually mimi yes. Lakini <laughs> bado yeye yuko vile vile kabisa kabisa kabisa Balkis. Kabisa. <laughs> Mashaallah. Um, kabla tujamkaribisha Maznat mm. uh, kwanza kuzungumzia mwaka mm -hmm. elfu mbili na tisa kitu ambacho me, pengine mwenyewe anaweza akawa amesahau, sisi tuliandika makala mm, kumuhusu yeye ikua, mm -hmm. tunaandikia katika jarida moja alikuwa naitwa Crystal Magazine mm -hmm. mm. na alikwenda kufanyiwa usaili ama ile interview na wenzangu wawili, wakati huo wa alikopo mmiliki wa hilo gazeti sasa hivi ni marehemu, pamoja na dada mmoja anaitwa Irin Mwakapugi, Irin Mwakapugi, mm -hmm. ambaye Eh, anamfahamu zaidi. Kwa hiyo Maznat jina <laughs> hilo mimi nimeanza kulisikia kitambo muda mrefu sana lakini, si, kama ulivyosema bado yuko vile urembo, si? E. <laughs> ni uremboni au kwa sababu eh, napenda maua niseme kwamba umri mm. na makunyanzi na kuwa mtu mzima mm. ni neema yake Mwenyezi Mungu mm. na ni baraka kubwa sana mm -hmm. Ehe. Lakini wanasema kuzeeka ni lazima mm -hmm. ila kuchakaa ni maamuzi. hilo oh. ah, <laughs> nalichukua kuzeeka ni lazima ila kuchakaa ni maamuzi. Kuzeeka ni, ni, ni, mm -hmm. ni neema mm. kuona umri kuwa mtu mzima mm. kupata wajukuu mm. ni neema ila kuchakaa sasa ni maamuzi ya sasa. <laughs> ni nimeamua kuchakaa, kuchakaa ni maamuzi, ukachakaa maamuzi, lakini huwezi kusema sasa nimeamua kuzeeka huwezi, okay, kuamua kuzeeka. Ndio maana kunaweza ukawa na, na kijana aliyechakaa mm -hmm. alafu ukawa na mama aliyechakaa mm -hmm. na ukawa na mzee ambaye amependeza sana. Yes, ni maamuzi kwa kweli hiyo. <coughs> e. <coughs> <coughs> nimelichukua na niseme tu uh, mada ya leo ambayo imenileta hapa mm -hmm. na watazamaji wetu leo mm -hmm. najua mnafurahia kuwa na mimi hapa uh, kwanza kabisa kwenye mimea kuna fursa mm -hmm. lakini kabla tujaenda kwenye fursa niseme tu uh, maua yanaondoa stress yani kupendezesha bustani mm -hmm. Ukapanda maua yako vizuri mm -hmm. Ukawa na ndege wanalialia pale mm -hmm. Ehe, kaa upepo kanapita maake umepanda miti mm -hmm. Stress huwa inaondoka, lazima inapunguza makunyanzi mm -hmm. Jamani, yani unaona ili ua, ehe, kwa kweli nalipunguzia sana stress, inanipunguzia stress <laughs> lakini ile ua linaitwa ulimi wa mama mkwe, nikukumbushe tu jana hiyo kuna oh. Mtu alipita na kuambia ulimi wa mama mkwe huu. Unaona lilipokuwa kali mwisho? Mm. Ah, oh, oho. Huwezi <laughs> kuwa ulimi. <laughs> Sasa sijui kama linakupa stress au alikupi stress. Sasa hili ah, hapana. Ile alikupi stress. Ila nimeshatoa ombi kwamba mm. hapa waweke maua wawe wanaleta tofauti tofauti. Ndio, ndio, ndio. Mm. Unajuaje kama ile ua linaitwa ulimi wa mama Ah, katika sekta ya mimea, hmm. mimea ina majina mengi kama tulivyo sisi tu binadamu. hmm. tuna maua aina ya glonema, hmm. bromelia, hmm. cactus, na kila ua lina tabia yake. hmm. na ndio maana ni muhimu sana kupata elimu. hmm. Yes. na Tanzania, sasa hivi imeamka. hmm. Tanzania sasa hivi kuna watu wengi sana wanafanya biashara ya maua, hmm. wanaimport maua kutoka nje, hmm. wanaleta Tanzania kutoka Thailand, hmm. eh, South Africa Holland hmm. Kenya, Dubai wanaleta maua ya kila aina. Binafsi mimi nimeshanunua maua mpaka India, nimekuja nayo kutoka Senegal hmm. nimetoka nayo Ghana. Kwa hiyo uh, sasa hivi sekta ya maua imekuwa ni kubwa na watu wamevutiwa, wamewiwa kupendezesha nyumba zao na sana kwa sababu ya snap <laughs> <laughs> <laughs> teknolojia hmm. Sasa watu wengi wanakuwa wanavutiwa hmm. Kutaka kuwa na mazingira ya kupendeza. yeah. Unajua huwezi kwenda hoteli kila siku kupiga picha um. Ukitafuta sehemu nzuri kila siku kupiga picha, tengeneza kwako papendezi. Ukipiga picha kwenye gadeni yako hmm. panavutia. Kwa hiyo kwa ajili ya utandawazi watu wamefunguka hmm. sio ndani tu, sio nje tu hata ndani sasa hivi hmm. kuna interior designer hmm. siku hizi kuna mataa yanashuka shuka hmm. ehe kuna makochi mazuri mazuri hmm. kwa sababu ya hii hali ya watu kupenda kupiga picha okay. kwa hiyo Tanzania imebadilika na, na, na, na, na yote hayo uh, yanahitaji wataalamu kama nini hizi yani, elimu mnazitoa sana niseme hmm. tu hmm. chochote unachokifanya tafuta elimu ukiipata elimu hutapata hasara ehe ukiwa una elimu na kitu utapata hasara utanunua ua, ujui jinsi ya kulitunza mm -hmm. Utalizidishia maji na halitaki maji okay. Au utalinyima maji, kumbe linapenda mm -hmm. maji mm -hmm. Ehe, litaumwa ugonjwa, utashindwa kulitibu mm -hmm. Matokeo yake ile hela ambayo umeinvest kwenye kununua ua inapotea. Hapo ndipo pazuri hapo sasa. uh -huh. Nitajuaje ili ua linataka maji ili alitake? Maana kuna wengine tuna vichaka vya maua majumbani kwetu, uh -huh. na ninyi ambao mna maua yaani mmependezesha, sijui hata ua hili nata, linatakiwa likae sitting room mm. ua hili likae chumbani, jikoni ili... mm. eh. <laughs> yes. elimu eh. Eh. Maua anatu mtu akienda, hmm. ameingia public toilet yako pale, hmm. anakuta umeweka vikitu kitu, kitu hmm. e, mandhari nzuri hmm. ndio anavutiwa kwa kweli. <laughs> <laughs> <laughs> nani alikuwa anajua kuwa anakaa anakaa chooni? <laughs> <laughs> Eh, umeweka jikoni, nimependezwa, unapika chakula nikuwa hmm. pale linakuburudisha hii hmm. ni sekta kubwa sana ambayo bado watu hawajatilia manani sana. Sasa. Na sisi kama Tanzania Flower Expo uh -huh. tuna lengo hasa la kutoa elimu. uh -huh. Na ndio maana tunaandaga matamasha kila mwaka. okay. Mwaka huu tutakuwa tanz pale Tanzania Law School kwenye viwanja vya Tanzania Law School pale mawasiliano kwa nyuma yeah. Na pale mtu anaweza akaja na daladala anaweza kaja na gari uh -huh. Ni sehemu ambayo ni reachable kabisa uh -huh. Na tutakaa pale siku tatu na kwa watu walivyozoea kutembea siku hizi hata kwa miguu <laughs> <Kwenyeza> kwenye. <laughs> kabisa ah. Ni siku tatu ambayo itakuwa Ijumaa tarehe ishirini na moja Jumamosi bili, bili, uh, Jumapili, okay, tarehe ishirini na mbili Jumapili tarehe ishirini na tatu Na katika hizo siku tatu hmm, kila siku hmm, jioni saa nane mpaka saa kumi tutakuwa tunatoa elimu okay. Yaani, kutakuwa na tenti liko pale, mwenye kujisikia kujifunza mm, ni bure kabisa, anakaa pale, anafundishwa mm. mm, kwamba hili ua ni cactus linapenda huduma hii mm, hii ni anturium inapenda huduma hii mm, hii hapa ni bromelia inapenda huduma hii mm. Lakini sio hiyo tu, kutakuwa na wauza maua wengi okay. Yaani, wengi sana watakuwepo pale, watakuwa na huduma hiyo kuuza maua mm, kuuza udongo kuuza mbolea, kuuza dawa za kutunza maua ya kiumwa kuyatibia. mm. Lakini sio hiyo tu, utakuwa na watu wanauza hizi poti za maua. mm. Unajua, ili ua ili liwe hapa mm. lazima liwe liwe ndani ya chombo. yes. Kwa hio watakuwa wanauza vyombo vingine, vya simenti, vya udongo no, no. vya seramiki, vya kuvunjika, vya mm. plastiki. Kwa hio kutakuwa na wauzaji wa hivi vi, vi, vibebea maua. Sio hiyo tu, tutakuwa na uh, watu ambao wako pale wamebobea kwenye mambo ya kutengeneza art mm. Yaani, mfano chuma za kuweka ukutani mm. chuma za kubeba maua mm. vimbaombao, vigogogogo, nakshi mm -hmm. nakshi yani. yani, <laughs> yani. <laughs> ambazo uh, bila shaka ndo zinaendana na hiyo elimu ambayo mtakuwa mnaitoa. kabisa. yaani kwamba hiki kilivyotengenezwa hivi kinafaa kikae eneo fulani. hey, hey. Ndugu Ma... yangu Moza yashindo kukubandika kigogo juu ana mawazo, ana... mawazo <laughs> <na mbuna. laughs> tunajua ni siku hey, <laughs> mfikilia... ya wanaume duniani na mawazo aa vingi sana <laughs> hey. Kwa sababu cha kwanza kuna vitu ambavyo sikuwahi kuvifikiria kabisa mm. Ndio kwanza umeanza kunipa maarifa yake, lakini najaribu kujiuliza Ndiyo. Pengine kwa kile ambacho nimezoea kukiona huwa naona mara nyingi vitu kama maua <laughs> <laughs> huwa <laughs> <laughs> <laughs> vinawekwa <laughs> <laughs> katika <laughs> maeneo ambako nafasi inakuwa kubwa mm -hmm. Katika maana, kwa mfano, kama nyumba, yani mtu ana sebule yake kubwa mm -hmm. Labda ya futi kumi na nne futi kumi na sita sisi ambao tuna vyumba vile vya futi kumi na mbili kwa kumi na mbili chumba na sebule, yani sasa mm. unajua ajabu, <laughs> <ajabu. Ajabu. laughs> <Na laughs> <hivyo vikuu vinaitwa laughs> niseme tu ajabu ya kupenda bustani na mazingira, ukishajikuta umeweza kupenda maua, nafasi inakuwa sio ishu tena hata uwe na chumba kimoja, kuna watu wana balkoni, yani ana kinafasi pale nje. mm. Kibalkoni kidogo, lakini alivyokitengeneza na okay. yeah. so, yani ah, sisi ambao tunajua mm. tukupe hiyo elimu uweze kujiongeza na kufurahia lakini umesema pia kutakuwa kuna wauza maua. Ndio, ndio, kuna maua yanauzwa ghali. <laughs> <laughs> hivi huwa mnaangalia nini yaani, au wanaangalia nini hasa yaani, kama ili ua ilik mi niseme tu. <laughs> maua yako kuanzia shilingi elfu moja mm. mpaka unaweza kufika mpaka milioni na na kama ilivyo tunguo mm. kama ilivyo magari mm. kama ilivyo simu mm. ehe, zinatofautiana <laughs> kulingana na uzuri wa kile kitu mm. saa nyingine ni toleo, yani iPhone yenye macho matatu umetolewa mpya, kila mtu anakimbilia mm. kwa hiyo saa nyingine ni toleo, na sisi tuna maua ambayo yakitoka kwa kipindi kile mm. ndo tunaona kwamba haya ndo maua ambayo pendwa sana, kwa sababu ni adimu lakini pia kuna maua yanasafirishwa, yanatoka Thailand, yanatoka China, yanatoka South Africa, yanatoka Holland hmm. kuna kubadilisha dola, kuna kuyasafirisha yeah. kuna kuyalipia ushuru mpaka hmm. yafike hapa. Kwa hiyo kulingana na jinsi ambavyo huwa limetoka wapi na li, ni, ni, ni modeli gani yaani litoleo lake ni la zamani ama ni la sasa. Likiwa mm. la zamani kidogo, unakuta watu wameshaweza kuzalisha yeah. imeshakuwa liko liko kwa wingi na kwa bei rahisi, lakini kama ni la sasa unakuta ni kitu kipya kabisa ndio kimeonekana, kwa hiyo kila mtu anakuwa anasema anakishobokea yeah. <laughs> na, na, na yakija huku labda hali ya hewa haiathiri maua hayo Niseme tu kuna sehemu ambazo zina baridi sana. Kwa mfano kama ukienda Iringa mm. kuna wapenda bustani na ma mazingira wako Iringa, kuna maua ambayo hayakubali baridi kali mm. kwa hiyo hayafanyi vizuri Iringa wala Arusha wala Mbeya. yeah. mm. lakini kuna maua ambayo kule yanafanya vizuri, na sehemu za joto kama pwani hayafanyi vizuri. okay. Kwa mfano unakuta kama petunia unakuta kule hayafanyi vizuri, lakini huku yanafanya vizuri. Kwa hiyo mtu anaangalia mazingira yake, na hivyo hivyo tunavyoagiza tunaangalia kama mfano Thailand na India mm. hali ya hewa inafanana na kwetu sisi huko. Kabisa. Kwa hiyo ukuta taua likitumwa bado lina survive. Mm. -hmm. Lakini kuna nchi nyingine ukuta baridi sana kama una maua ambayo yakitoka Nairobi yana uwezo wa kusurvive Arusha, Iringa, Mbeya. Lakini Dar es Salaam haiwezi kusurvive. Sasa, okay. Hii ni elimu kubwa. Yaani, elimu ni kubwa sana. Ndio maana tunawakaribisha Tanzania Flora Export mjifunze. Na nategemea mtakuja. Bila shaka. Sisi bila shaka. Hili umeniambia ni ulimi wa mamamko ili <laughs> <laughs> tamani yake a <laughs> kuwashinga kwa ulimi wa mamamko, kwa sababu ni huo ambalo liko, liko muda mrefu hapa mm. Tanzania na liko la aina nyingi. Kuna refu jembamba la kijani tupu limechanganyika rangi, kuna vifupifupi vinaitwa vidwafu, viko aina nyingi, kuna vina vingine vimejisorokota hivi mm. unaona mamamko <laughs> wako tofauti tofauti. Sa, kwa, kwa sababu ya utofauti wake kuna mingine wezo elfu arobaini na tano wengine shilingi elfu tano wengine hmm, shilingi elfu kumi. Inategemea ulimo mwa mkwe upi na, na na lipi ambalo unaweza ukasema ua hili kwa kulitaja kabisa, ua hili ni ghali na gharama. <laughs> Hey, kuna mtu anatamani aweke kitu cha ghali hmm, ndani kwake. Kuna anturium king hmm, kuna fidodendron variegated yako maua mengi sana ambayo mm. yanaingia sasa hivi na ni hot cake kwa anakuwa mm. na gharama inaweza laki tatu na hamsini laki tano na hamsini milioni yanafika, na ni maua mazuri sana, yanavutia sana na mbani, ni muhimu. Na pale tuna vendors wengi mm. ambao wako wameshajiandaa wa hasa mm. kutoa elimu, kuuza na kutambulika. Yani hapa, hapa kazi yangu ni connect mm. wanaotoa huduma za mambo ya maua mm na mazingira na wale wanaopenda kama kina nyie mm. si ndio? mm. <laughs> Kabisa, ndio kazi yangu, yes, um, yes. Tunanunua maua kwa tumine umetuambia kwamba tuna, tuna, tuna import wakati mwingine umetoka katika mataifa mengine, huku ham nyinyi kama, kama, kama watu mliopo katika tasnia hiyo, Ndiyo. Ham, hamwendelezi yale ambayo pengine ulizungumzia labda yanayokuja katika, katika, katika msimu fulani mm-hmm. yanakuwa ndio kama vile hot cake nyinyi hamchukui na kuanza kutengeneza labda vitalu vitalu na, yani, na labda nikuambie wazi kabisa, watu hapa Tanzania sasa hivi wametengeneza vitalu vikubwa mno vya maua. Mm. Akinunua ua anakuwa na ua mama ambalo haliuzi kabisa, alafu anakuwa na ua watoto wa ua lile lile anawauza. Ili ua mama analizalisha linakuwa kubwa, analigawagawa. Akishaligawagawa anazalisha anapata mengi zaidi, ndio anakuwa bei zinashuka kidogo, anakuwa nayauza na yale kwa hiyo kwa mtu ambaye ana, anafikiria kwamba anatamani kuingia kwenye fursa ya mambo ya kuuza mimea, maua na vitu vinavyohusiana na maua, fursa ndio hii. Mm. Yaani unaweza kuanza na mtaji wako, imagine unanunua ua lako labda elfu tano. Mhm. Mm -hmm. Ukienda kulitunza baada ya mwezi miezi miwili imezaa watoto kumi. Mm. Ukija kuuza wale watoto kumi, lazima u, uweze kutoka. Mm yeah. -hmm. Kwa ni biashara ambayo mtu yote anaweza kuifanya. Na unaweza kuanzia eneo hapo nyumbani kwako. Sio lazima uende utaenze kitalu mahali. Unaweza kwa nyumbani kwako ukatenga kona yako moja ukapanda maua yako mazuri ukayalea basi ukaanza kuyauza, kwani biashara ambayo ipo kwa mtu ambaye anataka kujiongezea kipato, kwa mtu ambaye anatafuta fursa na hajaona fursa, hii ni fursa muhimu. Tu upate elimu ili usipoteze pesa, e, ili uwe unajua kabisa kwamba mimi nimenunua maua aina fulani nimeshapata elimu ya jinsi ya kuyatunza, ukaanza kuyatunza ili yaweze kukuzalia, ukaanza biashara tayari na, na vivyo hivyo kama sisi tunavyonunua maua kutoka mataifa mengine ndio ndio, uh, wapo vendors ambao wanauza pia maua ya ambayo yanazalishwa ya Tanzania na yanapeleka nje okay. tuna, mm. tuna, tuna, tuna maua mfano kama aina ya bonsai ambayo pia yanavunwa yana, yana maporini yanasafirishwa. Mm. Mm. Kuna maua fresh pia yanasafirishwa na kuna maua mengi sasa hivi tuna watu Zambia, tuna watu Burundi, tuna watu Malawi ambao wananunua maua kutoka Tanzania na wanapeleka kwenye nchi zao. Na mna ushirikiano gani na watu waliopo wa, wa, wa, katika value chain ya masuala ya utalii? Kusababu, kwa sababu nilikuwa najaribu kufikiri kwamba kwa mfano kuna pengine species fulani za maua ambazo mngekuwa mnaziweka katika baadhi ya maeneo ya ya, ya ya utalii ambazo pengine labda ni, ni, ni, ni adimu katika maeneo hayo na zingekuwa ni vivutio. Kivutio. Mm. Niseme tu mimi kwa namshukuru Mwenyezi Mungu sana nilipata bahati ya kusafiri na kuna kipindi nilienda Singapore. Singapore kuna sehemu wameitenga yaani bustani kubwa sana ambayo ina maua ya kila aina na ile bustani inatunzwa na wazee wa pale Singapore, yaani wameajiri wabibi wababu. Kwa hiyo sasa <laughs> kule Singapore mm. watu wanasafiri kutoka dunia nzima kwenda kuona ile bustani mm. Dubai wana bustani kubwa sana ambapo pia watu wanasafiri kwenda kuona ile bustani nakuwa ni kivutio cha kitalii mm. South Africa hivyo hivyo China hivyo hivyo na sio hiyo tu, haya matamasha ambayo mnafanya ni saba saba ya maua mm. Yani tunafanya maonyesho ya maua mm. Yani kama saba saba kile, watu wanakuja pale wote na mimea. Haya maonyesho yanafanyika nchi nyingi, yani nchi nyingi sana na maonyesho ni makubwa sana, na sisi tunategemea siku moja tutakuja kuwa na maonyesho makubwa, ili Watanzania wapate kujifunza na wapate kujiingiza katika hii fursa, na hiyo value chain ipo kweli mm. na kutengeneza utalii kupu, ni kwamba tu bado watu hawajafunguka sana, nadhani mbeleni hicho nachokisema tutakifanya, na, na, na Watanzania, labda niseme hatuna ada sana ya kuwa na maua nyumbani, wengi wetu mm -hmm. Na siku hizi kuna watu ambao wanatumia maua ambayo ni artificial, artificial, yes. kuweka majumbani mm -hmm. unadhani kuna umuhimu gani hasa wa, wa ukiacha fursa hizo za kibiashara na nini yani, ule umuhimu uh, yaani muhimu kila mtu awe na maua nyumbani? Uh, nimefurahi umesema hivyo. Unajua kuna maua ambayo yana faida katika nyumba zetu. Kwa mfano huu uh, ulimi wa mama mkwe huu mm. Unakuwa encourage hata uweke chumbani kwa okay. Sababu wenyewe unatoa hewa ambayo inasafisha hewa mbaya okay. Okay. Mm. Mchaichai, mchaichai ni mmea ambao unafurahika mm. Lakini mchaichai unazuia nyoka wasiingie ndani nice. Unazuia mbu wasi wasi wasi wasi shambulie kika hapa kika kila siku... mchaichai hapa, mbu hawaingii ndani, mbu hawakusumbui tena, umeona. okay. kwa hiyo kuna mimea mingi ambayo ina value mm. kwa binadamu. Kwa mfano kwenye Tanzania Flora Expo tuna kina Upendo herbs ambao wanakuja kuleta mimea dawa, mimea lishe mm. wanakuja kuuza mint, wanakuja kuuza mint ambayo ni mnanaa, wanakuja kuuza giligilani uh, mm. wanakuja kuuza spices hizo tofauti tofauti katika mimea. Kwa hiyo mimea unapoipanda ikawa ya ukweli, mimea ya Mungu kweli. Kuna namna ambayo unaweza kutumia pale ndani ikakuletea afya njema. Mti, mm. mti artificial huleti upepo jamani, tukapata mandhari nzuri. Ndege haendi kukaa kwenye mti mm. artificial. Lakini ukipanda mti wa kweli, ule mti wa kweli utakupa upepo, utakupa matunda, mm. utatengeneza ecosystem, yani utasaidiana na mimea ilikupo pale. Kwa hiyo artificial plants zipo, lakini artificial plants hazina faida kama, kama, kama natural plants zilivyo na faida. Kwa hiyo tuna encourage Watanzania wengi waendelee kujikita, na sera ya nchi ina encourage kutunza mazingira, ina encourage kupanda miti. Kwa hiyo tuendane na sera ya serikali. Ah, ni ngumu sana kuzeeka ndugu <laughs> yangu kwa, kwa elimu hii mm. Unazeekaje? Hapana, unachaka ah, okay. Kuzeeka, kuzeeka kupo, unazeekaje kupo, kupo. Yaani, mm. ni ngumu sana kuchaka hapa kuchaka. mm. <laughs> Nimegundua kuchakaa uh, sio sio rahisi sasa mm-hmm. Kilichobaki kufika kwenye kwenye maonyesho, kwenye maonyesho. Kwenye. Na kwenda kujichukulia maua yetu na kujifunza. Ni muhimu sana kuweka hiyo ya kujifunza njoo kwenye maonyesho tarehe ishirini na moja tarehe ishirini na mbili na tarehe ishirini na tatu uh, pale kwenye viwanja vya Tanzania Law School tutakuwa pale kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa mbili jioni, na tutakuwa na vendors wengi sana ambao watakuwa mm, wanatoa elimu, wanauza mimea na maua na vyombo vya maua na mbolea na vitu vingine vingi. Lakini kutakuwa na burudani, kuna ngoma kutoka Tanga itakuja kutuburudisha, tutakuwa na burudani nzuri sana. Kuna chakula, kuna jumping castle kuna face painting za watoto. Kwa hiyo unaweza kuja baba mama watoto wote kwa pamoja mkaja tukafurahi kwa pamoja. Kuna sehemu tumezitengeneza nzuri nzuri za kupiga picha kwa wale wanaopenda kujisnap, kwao karibu sana upate eh, ukikosa unakosaje? Uko tayari kuchaka kuchaka kabisa. Lakini Maznat, umetembeatembea hapa ofisini kwetu umeona maua tu, ah, kwa kweli yani si siwezi kuwa muongo nikipigiwa hmm. simu ni simli. kama juzi nilivyopigiwa simu nikaambiwa nije huku hmm. Azam tabasamu mwanzo mpaka mwisho <laughs> Nakumbuka kuna siku nilikuja mm, nikasema, jamani naomba kufuturu ah, kule kwenye futari kuna maua yeah. Sema naomba kwenda masjid, ah, kuna maua maua ah, nilikuwa na tabasamu sana. Ongereni sana <laughs> asali asali kwa asali. Kwa asali. Na, na umefika Hotel Verde Zanzibar nisifike tena, umeona maua, yani jamani ya yeah. yeah. <laughs> I'm so proud kwa kweli yani uh, timu yenu yote yeah. kwa kweli ya Azam inazingatia mazingira. Sasa, na mimi nafarijika palipobaki uh -huh. nikufika nyumbani kwa produsa wetu Temaruge. <laughs> <laughs> Sasa kuya ukifika, ni unaenda kumsaidia kwa sababu uh -huh. yeye ana kichaka, ana kichaka uh -huh. E, ila kuya arrange kwea. Sasa. sasa arrangement ya maua ni kitu muhimu sana mm -hmm. kwa wewe unayeniangalia jioni ya leo, maana yeye kayafungasha, yani unaweza kuwa ya mm. <laughs> na maua usipojua kuyapanga yakakaa sehemu yake, hayapati mvuto unaotakiwa. Kwa hiyo ukija, tutakufundisha Mm. Arrangement ya maua kaweka, mm, ulimi wa mamkwe na mtipisi <laughs> sasa. Pembeni kuna mfedha fedha, afu kuna mkirua vikikuwa <laughs> vinapigana jamani! <laughs> <laughs> hata ya kupanda miti kupanda, yeah. miti kuna utaalamu yeah. ukija Tanzania Flora Expo, tutakufundisha jinsi ya kupanda miti mm, ili mtu ukiupanda usiharibu nyumba yako, usivunje ukuta, usivunje msingi mm. wa nyumba mm. Kwa hiyo hata hiyo miti ya producer mm kuna namna itabidi niende kwa kweli <laughs> <laughs> Tunakushukuru sana Maza, anaitwa ana Maza Sinare, ni maarufu kama Maznat Brido, ni mrembo ehe, lakini pia ni mtaalamu wa masuala ya urembo na sasa anaenda kufanya uh, hiyo Tanzania Flowers Expo ya 2025 na hajaanza leo, ni muda mrefu sasa, na miaka mitatu sasa, na huu ni kuanzia 2023. Yes, yes, okay Tuendani pale tukajifunze, tukaone na tutengeneze sasa huo utaratibu wa kuwa na maua nyumbani kwetu, kwa elimu hii ambayo eh, tumeipata na tutaenda kuipata katika expo hiyo ambayo imeandaliwa kuanzia Novemba 21, 22 na 23. Sio tu Tanzania kuwa ya kijani, lakini na nyumba zetu pia sana. Ehe, kijani kinaanza nyumbani. Karibu tena kwa wakati mwingine, nashukuru sana.